Mimi, mimi nikijipata uh, katika muungano huu mm, nitakuwako champion wa kwanza kusema uh, uh, Kalonzo Musoka apatiwe nafasi ili aweze kuwa uh, uh, uh, flag bearer, na nitasema hivi kwa sababu ya nini. Uh, kwanza Kalonzo Musoka kiumri na ki experience mm, anaelewa government kushinda hawa watu wengine wote, sawa mm, ningetaka yeye kwanza apatiwe hiyo chance ya kuwa flag bearer. Wa pili ambaye anatakana kumsaidia kufanya kazi eh, mzuri ni Matiangi, mm. awe deputy president, au wengine wote tunaweza wapanga kule kwingine wapanga hapa tunapanga hapa hivo. If... hiyo scenario itakuwa uimelete vitu mbili, tutakuwa tumelete eh... E, mtu wa zamani ambaye anaelewa na amekuwa vice president, ameelewa system ya government, na pia amesimama, ashaiwe simama akamaliza kwa debe. I think alikuwa kuna mm. na elfu mia tisa close na milioni moja, hiyo wakati ambaye alimaliza ndio na, e, akashikana na Kibaki akakuwa vice president mm. e, matianga hajaisimama but unajua ni mtendaji kazi. Kwa hivyo tukimleta kama deputy president, tumpange asaidie, eh, Kalonzo Musyoka kuwa president, alafu tumpange kule mbele.